Hii video imekuwa ikitrend sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Video ambayo ilimuonesha mwanadada akiwa na mume wake kwa jina lao kupitia mitandao ya kijamii wanajiita Wansol. Sasa, mwanadada Mange Kimambi ambaye anajiita dada wa taifa kufuatia issue zake ambazo anazifanya mitandaoni ameweza kureact hii hapa video akitoa maoni yake kwa message ndefu ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Mimi naitwa Daud Alexander Scott Drizzy. Hii hapa ni Dax Media. Lakini kama bado haukuitazama hii hapa video itazame kwanza alafu kisha nitakusomea kile ambacho ameandika mwanadada huyu Mange Kimambi. Uko unasemaje? Uko anakuambia hivi ukiwa unanunulia viatu, ukienda kununulia viatu hmm. Usinunulieni viatu ambavyo viko hivi, ninunulia ambavyo vina kidude hapa katikati kwa kati, sababu mimi sinajua vidole vyangu vimekaa hmm, hivi kama chanuo. Kwa hiyo ukininunulia viatu ambavyo havina hichi kidude, nikivaa napata shida, ni miguu yote inaenda mbele, vidole vyote vinaenda mbele nyuma, kuna kuna kitu vidole vyako vimekaa hivi kama chanuo. Kwa hiyo nataka yenye <coughs> nataka kidude hapa katikati kwa kati, eh, kwa sababu kwenye kidude hapa katikati, kwa sababu kwenye kidude hapa katikati sipati shida sana mimi, ukininunulia viatu kama hivi nikivaa miguu yote inaenda mbele kabisa, kaisananvinapenda kuvivaa kwa sababu hivi hapa hivi vmbal vimenibana, lakini vuna vingine nashinda kuvivaa, nikivaa na kivaa inaenda mbele yote haya, eh. Sawa, vidole kama chanuo. <laughs> <laughs> Mange Kimambi aliandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo, nimeona wanaume wengi wameipenda hii video, wakiwa wanasema hii ndio jinsi ya mwanamke kuongea na mume wake kwa upole na kwa nyenyekevu. Alafu akeka doti akiendelea kusema ya kwamba kaka zangu, hivi mmesikiliza vizuri hii video, akaweka alama ya question mark. Alafu mwanadada huyu Mange Kimambi akaendelea ku akisema ya kwamba hivi mmesikia kwamba huyu mtoto sijui msichana mpaka viatu ananunuliwa na mumewe huyu binti, mume wake hata kama siyo tajiri au hana pesa kivile, ila anamhudumia kila kitu, kiasi kwamba binti hajui hata kwenda kujinunulia viatu. Kwa video hii tu, unaona mume wake ni provider kwa asilimia mia moja kwa familia yake, yaani hata kama hana hela nyingi ila ni kidume anejua kuhudumia mke. Sasa ni hivi, hakuna mwanamke duniani ambaye anahudumiwa hivi na mume wake na asiye na kauli nzuri ya upole so sweet. kama huyu binti, yaani hata mwanamke awe nunda vipi, akipata mwanaume wa kumnunulia mpaka sendo za kupeleka vidole mbele kama chanuo, anakuwa mpole mwenyewe, sauti inalegea kwa mumewe kama hivi. Tatizo lenu wanaume wengi siku hizi hamtaki kuhudumia wake zenu, mnataka sisi ndo tuwahudumie, au mnataka hamsini kwa hamsini mpaka kodi tugawane? Sasa kama unataka asilimia hamsini kwa hamsini kwenye huduma ujue kuwa mpaka kwenye kauli tutawapa asilimia hamsini kwa hamsini Unavyoniongelesha na ninavyokuongelesha nikiwa na kuhudumia ndo kabisa. Ha, hata ukipumua kwa nguvu na kugombeza na masingi juu. Tena ukitaka nikutanie mpaka mama yako niulizie. Kwa nini nimechelewa kurudi nyumbani? Hunihudumii kwa chochote, then unaniuliza nilikuwa wapi? Nyau, ni wewe, nilikuwa natafuta hela kwa wanaume wenzio ili tule humu ndani na kodi nilipe lipe. Mwadada huyu Mange Kimambi akiendelea kusema ya kwamba zamani mama zetu walikuwa na kauli za upole kama hizi kwa baba zetu, walikuwa very submissive yani, you know why? zamani kwanza, wanaume walikuwa hawaoi wanawake wenye ajira, au kama ana ajira anamwachisha, anamhudumia asilimia mia moja. Mama zetu walikuwa hawajui kuhangaika kutafuta pesa, baba zetu walikuwa wanahudumia ndo maana mama zetu walikuwa na adabu kwa baba zetu. Sasa siku hizi wanaume wanataka kuoa mwanamke mwenye ajira nzuri au wenye hela zao ili asihudumie, alafu hapo hapo anataka aheshimiwe kama hivi pumbavu nini? Wewe kama unataka mwanamke akunyenyekea hivi, nunua sendo zenye, kid, zenye kidude mbele. Kumdekea au kumnyenyekea mwanaume ambaye hakuhudumii ni ngumu mno Yani, almost impossible. Hiyo ndo kauli ambayo ameweza kuisema mwanadada Mange Kimambi baada ya video hii kutreni sana kupitia mitandao ya kijamii. Sasa nimekokea baadhi ya klipu wakiwa wapenzi hawa wawili wanaojiwa na TV moja ambaye inajulikana kama PM TV, lakini wakati huo ndo kuletea na klipu zingine langu, jina mi naitwa adasande scoizi hii hapa ni Dax Media. Unalizungumzaje hili swala la mwanadada huyu Mange Kimambi kutoa ushauri kuwa wanaume waweze kuwahudumia wapenzi wao asilimia mia moja ndipo waweze kudekewa kama mwanamke huyu alipokuwa anamdekea mume wake. Endelea kufuatilia Blue House ukisubscribe, ndio unakuwa mwanafamilia wetu wa nguvu. Nimtazama hizi hapa interview pamoja na clips mbalimbali mbali, alafu baada ya hapo utaweza kushusha mwani yako Mama kai.

Nataka nini? Migumu yangu bwana, naomba nini? Acha miende kazini. Bacha hizo utakuja nao nyingine baadaye, utaniletea nyingine mia mbili hamsini. Sasa nikupe wewe na kanunue. Kweli ni mia mbili hamsini sio mia mbili. Nakupa mia mbili. Acha udalali wewe. Mia mbili hamsini. Mia mbili hamsini. Acha udalali bwana, shika. Big bomb ni mia mbili hamsini. Mia mbili. Kanunue mia mbili basi.